Kutumika kwa toleo hilo la urekebu ambalo muda si mrefu uliopita nilisaini tamko hilo naloelekeza kuwa toleo hili litaanza kutumika rasmi tarehe mosi Julai mwaka huu. Kwa mnasaba huo, mimi na wenzangu serikalini tunatoa shukrani zetu sana kwa ofisi ya mwanasheria mkuu na timu yake kwa kulikamilisha hili na kuifanya serikali ya awamu ya sita kuingia kwenye historia za urekebu, tunawashukuru sana. Nasi pamoja na wenzangu tuseme, sifa tutakazopata huko mbele ni kwa sababu tumesimama juu ya mabega ya kazi iliyofanywa na ofisi ya mwanasheria mkuu, mwanasheria mstaafu, lakini na mwanasheria aliyopo sasa hivi, mwanasheria mkuu mstaafu na aliyopo sasa hivi. Ndugu zangu, tukio hili ni matokeo ya kazi kubwa na ya kitaalamu iliyofanyika kwa juhudi, weledi na mshikamano wa taasisi zetu za kisheria zikiongozwa na ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria chini ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Nawapongeza sana, pamoja na timu zenu zote kwa kazi hii kubwa mlioifanya na kuhakikisha kuwa zoezi hili linakamilika kwa ubora uliotarajiwa. Hongereni sana. Ndugu wananchi, nyote mnafahamu kuwa sheria ni kioo cha ustaarabu wa taifa. Bila sheria zinazofahamika zilizowekwa wazi na zinazoendana na wakati tulio nao, haki haiwezi kupatikana. Si hivyo tu, bila sheria kwa wazi, uhakika wa ulinzi wa haki za raia unatoweka au unakuwa hauna uhakika na kusababisha uvunjifu wa amani. Aidha, shughuli za kiuchumi hufanyika kwa mashaka mashaka, pasipokuwa na sheria zinazoeleweka, sheria za wazi. Sababu mwekezaji la kwanza akiingia, anataka kujua sheria zetu zinasemaje. Sasa kama ziko vipande vipande, hii iko kule, hiko kule, hiko kule, mm -mm, kunakuwa na mashaka mashaka na wanakosa imani. Kwa hiyo kazi hii iliyofanywa inakwenda kuondosha yote hayo ivyokamilika toleo hili ni hatua muhimu katika usawa wa maendeleo ya taifa letu. Shughuli iliyofanyika ya kuandika upya juzuu za sheria ni jambo muhimu litakalorahisisha kazi sio tu kwa wanasheria, mawakili, mahakimu na majaji, bali hata sisi tunazitumia sheria hizo katika utekelezaji wa kazi zetu. Hapa nataka nikumbuke kuna siku wanasheria nadhani katika wanasheria wana wakuu wastaafu, mmoja akaniambia pale bungeni, mimi ikirekebishwa iki tu sheria, nachukua sheria ya zamani nafanya marekebisho hapo hapo, nikijua kwamba toleo la marekebisho ya sheria litachelewa. Kwa hiyo nafanya marekebisho na kutoa nakata pa mpya naweka. Kwa hiyo sheria nazo zitumia, ni imezichora chora na zimekatwa katwa, lakini akaniambia kwamba hizo sheria zinamsaidia sana anapokwenda kwenye argument za kisheria na watu wa sheria wenziwe, kwa sababu yeye anakuwa na marekebisho, hata kama amechorwa kwa mkono anakuwa nayo, na wenziwe bado anakuwa wako nyuma kwao, na kazi ya kuwakumbusha hiyo ilirekebishwa mwaka gani, ilirekebishwa siku gani yeye anakuwa mbele ya wale ambao uh, hawako na ma, ma, ma, ma, ma, marekebisho yale. Hivyo basi ni dhahiri kuwa kwa namna moja au nyingine, kuto kuwepo na juzuu zilizorekebishwa kwa wakati kwa kiasi fulani kunachangia kunyima haki za watu au kunyima haki za raia, kwa sababu wanaozitumia kutoa maamuzi wanakuwa hawako kwenye kujua au kupata uelewa wa marekebisho yaliyofanywa kwa wakati fulani. Kwa hiyo, kwa kiasi fulani kunachangia uh, watoa maamuzi ya kisheria kutoa maamuzi bila ku kujua kwamba kuna sheria ilifanywa marekebisho mwaka gani. Kwa hiyo, tukio hili tunalolifanya leo kuzindua urekebu wa sheria zilizojumuisha mabadiliko yote yaliyofanyika katika sheria kuanzia mwaka 2003 hadi Disemba 2023 linakwenda kurahisisha upatikanaji wa haki um, kwa wananchi na kwamba sheria zote kuu 446 zimehusishwa kwenye mabadiliko kwa haya sheria. Kwa hiyo tuna sheria mpya zilizoandikwa upya na sasa hakuna haja ya wale wanasheria kuambizana, hebu rifaa sheria mwaka fulani hebu rifa sheria kifungu fulani cha mwaka fulani, hebu sheria fulani ilisema hii, iliondoa kifungu hiki. Sasa zote zimeandikwa upya na zinapatikana pahali pamoja, na kufanya kazi imerahisishwa. Lakini mbali ya hilo, zimepangwa vizuri pia. Sasa kwa upande wa mahakama, tunatazamia itapunguza muda unaotumika kwenye kufanya utafiti ili kupata uhakika wa sheria inavyosema, na hivyo kurahisisha maamuzi kini zaidi ya hapo. Juzuu hizi za sheria zilizorekebishwa ni muhimu sana katika kuongeza uwazi na kuzidi kujenga imani ya wananchi kwa serikali yao. Aidha, ni nyenzo muhimu itakayosaidia kupunguza matumizi mabaya ya madaraka na kuziba ombwe la kisheria liliokuwa likitumika kuchochea rushwa. Hapa sasa ninakwenda kuzibwa ile itazama kule, tazama kule, tazama kule, engineering ya kisheria ili mtu apate ombwe la kupenyeza yake. Sasa hakuna, zimeandikwa upya, zimepangwa vizuri, ziko wazi, zinajulikana. Vile vile kuwekwa vyema kwa, kwa sheria hizi kutajenga mazingira mazuri ya kukuza imani kwa wafanyabiashara na wawekezaji, kama nilivyosema, katika kuimarisha shughuli za kiuchumi nchini sheria hizi zikipatikana kwa urahisi na zikifahamika vyema na wananchi, zitapunguza uwezekano wa kutenda makosa kwa kisingizio cha kutojua sheria. Kwa ujumla zoezi hili la urekebu limejibu baadhi ya changamoto za msingi kwenye tasnia ya sheria na kutuongezea hadhi kubwa kiuchumi, kisiasa na kijamii. Ndugu zangu, Kazi kama hii ilifanyika miaka ishirini na tatu iliyopita, katika mazingira ya ulimwengu unaobadilika kwa kasi. Tukiangalia mabadiliko ya kasi yanayoendelea nchini kwetu, tunapaswa kujiandaa na utayari wa kufanya mabadiliko ya kisera, kisheria, kitaaluma na kimifumo ya kitaasisi zetu. Maendeleo ni kujitathmini, kujielewa, kujipanga vyema na kubadilika, na hichi ndicho kilichofanyika. Sakwa mnasaba wa shughuli hii, niliangalia takwimu za mwenendo wa kasi ya kutunga na kurekebisha sheria nchini. Nimeona kuwa katika zoezi la urekebu wa sheria la mwaka 2002 idadi ya sheria zilizofanyiwa urekebu zilikuwa 415. Mwaka 2023 20, idadi hii imeongezeka kidogo hadi kufikia 446. Hata hivyo ili kupata picha kamili inabidi kuangalia takwimu za sheria mpya zilizotungwa zilizofutwa na zilizotungwa upya kuanzia mwaka elfu mbili na mbili hadi mwaka ishirini ishirini na tatu takwimu hizo zinaonyesha kwamba sheria mia moja sabini na moja zilifanyiwa mabadiliko makubwa kati ya sheria mia nne arobaini na sita zaidi ya hapo tukiangalia takwimu za marekebisho ya sheria kati ya mwaka elfu mbili na mbili hadi elfu mbili na ishirini na tatu tunaona jumla ya marekebisho elfu moja na thelathini na tisa yalifanyika kwenye sheria mbalimbali. Hii ni kuonyesha kuwa jinsi nchi yetu inavyofunguka na kuleta maendeleo kunahitajika pia mabadiliko ya sheria zetu ili kuimarisha utawala bora na kulinda haki na maslahi ya jamii, lakini maslahi ya taifa letu pia. Sasa kwa kuzingatia takwimu hizi, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, uhuishaji wa sheria zetu haupaswi kuwa tukio la miongo miwili yaani miaka ishirini na kuendelea, lakini kama ulivyosema, napaswa kuwa la kila baada ya mwongo mmoja miaka kumi, lakini pamoja na miaka kumi hiyo hapo katikati kila sheria zinavyobadilikwa zinatakiwa na zenyewe ziandikwe upya na ziwekwe kwenye zile marekebisho ya kila mwaka yanayotolewa kila mwaka, na baada ya miaka kumi tuziunganishe na tutengeneze juzuu kama tulivyofanya, uh, kipindi hiki. Na niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kuwekeza kwenye kurekebisha sheria za nchi kuendana na mahitaji yanayojitokeza. Sasa uandishi mwingine wa sheria kama zilivyofanywa leo, tutakuja kusainiwa mwaka ishirini thalathini na tatu. Wakati huo awamu ya sita imemaliza kuna awamu ya saba. Kwa hiyo tulichokifanya leo ni kujenga msingi mzuri ambao utawapelekea wanasheria wetu kuja kufanya marekebisho kule mbele baada ya miaka kumi, lakini pamoja na yale ya mwaka mwaka yanayofanywa taifa ni mwendelezo na leo tunakwenda kuliendeleza kwa kwenye tasnia hii ya sheria. Nalizungumza hili nikiwa na fahari kubwa kwamba shughuli ya urekebu wa sheria toleo la elfu mbili ishirini na tatu tunalolizindua leo limegharamiwa na sisi wenyewe. Naambiwa shilingi bilioni kumi zimetumika kwenye hili. Sasa mimi najua serikali ilikuwa inatoa fedha za urekebu wa sheria lakini sikuwa najua kiasi gani. Leo nimeambiwa bilioni kumi zimetumika kwenye kazi hii. Lakini jengine ni lile lilosemwa hapa kwamba wataalamu na hizo bilioni kumi za mwaka huu, wataalamu waliofanya kazi hii ni wa kwetu ndani humo humo, ukilinganisha na lile la mwaka ish, uh, ishirini mwaka elfu mbili na tatu ambapo benki ya ya dunia ndio ilifadhili wakati ule na wataalamu kutoka nje ndio walifanya kazi ile. Lakini ninaloleta kujivuna zaidi katika hali ya kujitegemea, sheria hizi zimechapishwa na mchapishaji wa hapa nchini, yani taasisi ya Mkuki na Nyota ndiyo wamechapisha majuzuu haya mnayoyaona. Kwa hiyo kwenye kazi iliyofanyika kipindi hiki kila kitu kimefanywa made in Tanzania. Hakuna cha kigeni kilichoingia humo ndani, kila kitu tumefanya wenyewe, na hiyo ni fahari kwetu. Hakika tunajivunia hatua hii tuliofikia, na hongereni sana sana sana, ndugu zangu. Bila shaka mafanikio kukamilisha toleo hili la ishirini ishirini na tatu yamechagizwa na kuimarishwa kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria ili kuongeza ufanisi katika uandishi wa sheria pamoja na kuongezeka kwa watumishi wenye uweledi na utaalamu uh, wa kuandika sheria hizo. Ndugu wananchi, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema kwamba serikali ni sheria. Hakuna kitu kinaitwa serikali bila sheria, na sheria zikishaundwa ni lazima zifuatwe, zitekelezwe. Zoezi tunalolifanya leo, linaloongeza uwazi, uhakika na urahisi wa kuzipata sheria, ni hatua muhimu ya kimkakati katika kulinda na kuendeleza misingi ya utawala bora na utawala wa sheria nchini. Vilevile ni sehemu ya jitihada mbalimbali zinazofanywa na serikali katika kurahisisha utoaji wa haki nchini. Sambamba na hili Serikali imeimarisha uwekezaji wa kimiundombinu na rasilimali watu ili kurahisishia wananchi kupata huduma za kisheria. Tumeshuhudia uwekezaji wa miundombinu ya mahakama katika ngazi mbalimbali pamoja na kuongeza rasilimali watu, hatua zilizochangia kuanza kupungua kwa muda unaotumika kukamilisha mashauri mahakamani. Katika hatua nyingine, tumeimarisha huduma za msaada wa kisheria kupitia kampeni mbalimbali mbali, lakini kuna kampeni maarufu ya msaada wa kisheria ya Mama Samia Lego Aid ambayo tumeweza kuongeza uelewa wa masuala ya kisheria kwa Watanzania. Na kampeni hii leo ilikuwa tuwe na wenzetu kutoka Zanzibar, kuna watu kutoka Zanzibar, aha, mwakilishi ah, wawakilishi wawili wako hapa lakini, ilikuwa tu na waziri na mwanasheria mkuu na wengine lakini leo hii kampeni ya Samia Legal Aid inazinduliwa rasmi Zanzibar, na ndio maana wameshindwa kuja hapa, kwa sababu wanafanya hilo. Kwa hiyo hii nayo ni hatua muhimu ambayo inaeneza uelewa wa sheria, lakini kuhakikisha wananchi wetu wanapata haki zao kama wanavyostahili. Sasa ni matumaini yangu kwamba kampeni hii pia, kwa sababu nadhani tunatakiwa awamu ya kwanza ya kampeni hii kuifunga mwezi Juni mwaka huu. Sasa awamu ya pili tutakapoizindua kampeni hii katusaidie, sasa ishirikiane na vyombo vya habari, lakini pia vyombo vingine vya sheria kusambaza juzuu hizi kwa wananchi na kufanya zijulikane, na hasa kwa kuwa agizo langu kwenu kwa mwandishi mkuu wa sheria kwenda kufanya tafsiri ya haraka ya Kiswahili, sababu Kiswahili ndicho tunachokitumia nchini. Kwa hiyo ili wananchi wafaidike na juzuu hizi lazima zitafsiriwe Kiswahili, na wale wa kampeni na vyombo vyingine waende wakawaambie wananchi, wakawaeleweshe wananchi sheria zinasemaji, haki zao ni nini nini, wanapaswa kufanya wanapokumbana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba aina hiyo ya kampeni za kwenda kushirikiana na vyombo vingine kwenda kueneza na kuwafanya wananchi waelewe uh, uh, sheria hizi na kwa maana hiyo pia kutupunguzia migogoro katika jamii. Waheshimiwa viongozi na wananchi wenzangu, napoelekea kuhitimisha, niseme kuwa toleo la sheria za Tanzania zilizofanyiwa urekebu la mwaka elfu mbili ishirini na tatu ni dhamira ya dhati ya serikali kujenga taifa linalosimamia utawala bora na utawala wa sheria kwa kuwa na sheria zilizowekwa wazi, zilizo sahihi na zinazoeleweka. Amesema mwanasheria mkuu wa serikali kwamba sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo, na ndio maana serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria, mahakama, na mambo na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu. Wote mnakumbuka mapendekezo tuliopata kwenye kam, kwenye Tume ya Haki Jinai, mapendekezo ambayo serikali yetu tumejitahidi kuyatekeleza kwa kiasi kikubwa lakini pongeze sana mahakama chini ya msimamizi wa jaji mkuu wametekeleza almost 90% ya mapendekezo yale. Kwa hiyo vyombo vyingine navyo vinafuatilia kutekeleza yale, ikiwemo hili tunalolifanya leo ni kutekeleza mapendekezo ya haki jinai, ili haki inawiri ishamiri nchini na taifa lipate maendeleo. Napenda pia kutoa rai kwa mahakama zetu kutumia sheria hizi kama msingi nilivyosema upatikanaji wa haki na kwamba mawakili wa serikali na wa kujitegemea na maafisa sheria kuwa mabalozi wa kueneza uelewa wa sheria hizi. Aidha, na vyomba vyombo vya habari nchini vishirikiane na Wizara ya Katiba na Sheria na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kuelimisha wananchi kuhusu toleo hili la sheria uh, zilizohuishwa pamoja na maana yake katika utoaji haki. Kwa upande wa Wizara ya Katiba na Sheria pamoja na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, nawaelekeza kuhakikisha kuwa taratibu kuhakikisha kuwa na utaratibu mzuri um, unawekwa wa upatikanaji wa toleo la urekebu utakaowezesha zoezi hili kuwa endelevu. Tukaangalie namna tutakavyoweza kufanya kutumia tehama kuharakisha usambazaji na kukuza uwazi wa sheria kwa umma. Lazima zikae zionekane, watu wazielewe, ziwe accessible kwenye mitandao huko. Mtu akiingia ana search toleo jipya, sijui juzuu rekebu, anaiona inatoka, anafungua anachokitaka, anasoma na anapata uelewa. Mwisho kabisa, nirejee kwa serikali, nirejee kwa serikali.